Msikilizaji, nimejipanga ama nimekupangia, isimu jamii. Isimu jamii msikilizaji, ni mojawapo ya kipengee katika Kiswahili ambacho utainiwa, na ni vizuri kuweza kuelewa isimu jamii ni nini. Msikilizaji, isimu jamii ikiwa ni uwanja ama taaluma ya kisayansi ambayo inachunguza lugha wale wanayoizungumza na muhusiano yao kati ya wale wanaozungumza na lugha yenyewe. Kisha kutoka pale, msikilizaji tunaweza kupata uh, mikutano mbalimbali katika mazungumzo uh, na ukiangalia katika isimu jamii vile vile msikilizaji uh, tuna Uh, um, kuna isimu pale na msikilizaji, vile vile kuna sajili kutokana na isimu jamii, kutokana na ile taaluma ambayo nimekuambia kwamba ndiyo isimu jamii, um, ambayo inachunguza matumizi ya lugha na wale ambao